Somo letu la criminology technology, tulikuwa tunabishana wakati mwingine sana, kama mnavyojua masuala ya taaluma na nini. Sasa kazi kubwa ya polisi ni kuwalinda watu pamoja na mali zao, na sisi huku watu wengi wanatupigia simu Makongo eh, juu Kitunda, Mwanagati, Kivule, Buza eh, kule kanisani, kuza shule, wanapiga simu, mbona nyie doria ya mji mkuu, mbona nyie ya mji mkuu kwa eh? eh? nini mnafanya tu, tunataka polisi huku, tunataka mje huku, tunataka mje huku. Tunaitwa sana maeneo tofauti tofauti. nakwenda watu wanatutaka tuende. Kwa hiyo ukiona mtu akio, ukamwona tu anachukia polisi hajao mhalifu, jua huyu ana elements za criminality, kwa hiyo vimelea vya kihalifu hawezi kutishika anatamani kuwaona wawe kwamba watu waona wakil... polisi wanatishika na nini na anawahakikishia kwa sababu wale sio wamesema wanatishia sisi. Tunataka watukute wananchi weita sana, watashika magari yale watashikana mkono na polisi, lakini wale wahalifu ndio watakuwa na mtizamo kama huo. Tupo kwa ajili ya kuwalinda watu na hii ndicho kinatakiwa kiwepo na watu wanatamani kuwe hivyo.